Katika kuhakikisha Mkoa wa Songwe unaendelea kuwa salama, Jeshi la Polisi mkoani humo limeendelea kudhibiti ajali zinazosababishwa na madereva wasiofuata sheria za usalama barabarani kwa kufanya ukaguzi wa magari ya shule na kutoa elimu juu ya madhara ya kuendesha magari mabovu na kutokuwa na leseni ya chombo husika. Akiongea na wamiliki na walimu wa shule za wilaya ya Mbozi, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Songwe Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP Augustino Senga amesema kuwa leo Juni 23, 2025, amekutana na wamiliki, madereva na wasimamizi wa watoto wa shule mkoani humo kwa lengo la kutoa elimu na ukaguzi wa vyombo vyao ili kubaini uimara na ubovu wa magari hayo kwa lengo la kuepuka ajali zinazoweza kuzuilika. Leo tuko hapa kwa zoezi la ukaguzi wa magari yanayobeba watoto wetu wa shule, kuangalia umadhubuti wake na uimara wake, kuangalia ubovu ili kuweza kuchukua wanafunzi wetu katika hali ya usalama zoezi hili ni endelevu kwa sababu tunabeba watoto wa shule. Tusingependa magari hawa yawe na itilafu zozote. Kwa hiyo tumeanza zoezi hili leo na tutafanya ukaguzi huu wa hiari mpaka tarehe moja mwezi e, tarehe moja mwezi Julai. Tunabakiza kama siku karibuni kama wiki e, kama wiki moja ijayo. Tungependa watu wote katika wilaya zote wapeleke magari haya kukaguliwa kwa maafisa wetu wa ukaguzi. Kwa wilaya ya Mbozi tunazo shule kumi na mbili, na kwa leo zimekuja shule tatu ambao wameweza kutii sheria bila kulazimishwa. Niwapongeze sana shule hizo ambazo zimefika, kuna Oswe Primary and Secondary School, kuna God's Bridge Primary na shule nyingine Njua Primary School. Hizi zingine ambazo hazijafika basi, nao tuwatake waombe kwa hiari yao walete magari zao kufanya ukaguzi, na baada ya tarehe moja itakuwa sasa sio ukaguzi wa hiari tena, ni lazima na magari yatachukuliwa hatua kama hayajakaguliwa na kikutwa na itilafu, ni tatizo. Kwa hiyo tunawaomba madereva na wamiliki wa magari, watakeni madereva wenu walete magari haya kwa ajili ya ukaguzi. Zoezi litakuwa ni endelevu, tunaanza wilaya ya Mbozi, baadaye tutakwenda wilaya ya Momba eh, na kule Mkwajuni, lakini pia na Ileje, lakini shule nyingi ziko hapa Mbozi, Momba na chache ziko kule eh, wilaya ya Songwe kwa hiyo ni washukuru wa ambao wameweza kujitokeza leo, lakini niwatake na wengine e, waweze kuleta magari kwa ajili ya ukaguzi, lakini pia na magari mengine. Leo tumeanza na magari ya shule, lakini na magari mengine ya abiria na sio ya abiria. Sasa hivi ni kipindi cha mavuno, kumekuwa na usafiri usio rasmi kubeba watu wakwenda kufanya kazi mashambani. Kuna maguta e, yanajaza watu kupita kiasi, ni hatari sana kwa usalama e, wa abiria wenyewe, lakini na chombo kwa hiyo tuwapeleke watu kwenda kufanya biashara za shambani ami, shughuli za shambani kwa magari ambayo ni proper, ili tuondoe kwenye ajali ambazo zingeweza kuepukika hasa katika mkoa wa kipindi hiki cha mavuno. Kwa hiyo ni watake wamiliki wa magari, leteni magari yenu yakaguliwe, ili baadaye tusianze kulaumia tukapoanza operation ya kukamata magari mabovu na yale ambayo hajafanyiwa eh, ukaguzi. Na washukuruni, nategemea ushirikiano wenu, magari yatafika kwa ajili ya ukaguzi. Baadhi ya wasimamizi na madereva wa watoto hao wamebainisha faida ya ukaguzi wa magari hayo ikiwa ni kuepusha ajali za barabarani na kusaidia kubaini ubovu wa magari husika. Tumepata barua ya kuja kituo cha polisi kwa ajili ya ukaguzi wa magari yetu ya shule. Tumetii wito kuja hapa kituo cha polisi ili tuweze kupata vitu ambavyo tunatakiwa kufanya katika magari yetu. Kuna faida nyingi sana unapokuja kukaguliwa gari katika kituo cha polisi. Faida moja wapo ni kuepusha ajali za barabarani ambazo zinatokea mara kwa mara. Faida nyingine tutajua mapungufu ambayo tunayo kwenye magari yetu, ili tuweze kumwelekeza director wetu aweze kuyafanyia kazi kazishukuru sana kwa namna ambavyo watu wa ukaguzi wametuheshimisha na kutupa nafasi ya kuwepo hapa kwa ajili ya ukaguzi wa magari yetu. Faida za kufanya hii kazi, kwanza ni kuhakikisha usalama unapatikana kwenye magari yetu kwani tunabeba watoto ambao ndiyo taifa letu la kesho. Kwa hiyo, namna ambavyo wametuita wametupa mwelekeo na nini ambacho kinatakiwa kufanyike kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Lakini faida ya pili ambayo nimeiona ni kwa ajili ya kupunguza ajali ambazo zipo kwenye taifa letu. Kitendo cha ukaguzi wa magari haya ni kuhakikisha kupunguza ajali zilizopo kwenye barabara zetu. Aidha, Koplo Saidi Mjaliwa ambaye ni mkaguzi wa magari wa polisi mkoa wa Songwe amesema kuwa jumla ya magari ya shule tatu yamekaguliwa katika shule kumi na mbili na kukutwa magari matatu mabovu ambayo yanatakiwa kufanyiwa matengenezo. Tuko hapo kwa zoezi la kukaguzwa magari ya shule kwa ajili ya faida ya watoto wetu, kwa ajili ya usalama wao. Lakini kwa leo tumepata magari ya shule tatu ambao ni God Bridge, njuda na Oswe na, na wasii, wamiliki wa shule zingine walete magari yao kwa ajili ya ukaguzi. Faida za ukaguzi huu ni kujua matatizo ya, ya gari kabla shule haijafunguliwa. Faida za ukaguzi ni kwamba ni kujua ubora wa gari kulingana na mahitaji ya watoto. Cha pili, tunawasili ni wamiliki wa shule pamoja na matron wa waache kuzidisha watoto, wapakie kulingana na idadi ya sitting capacity za ya hayo magari. Kama gari abiria na wanafunzi ni ya 40 basi weka 40 na siuzidi zaidi ya hapo. Heri Abdalla Chivihi Media.